Samani sidanko, samani we familia, mesikia mi nimekupenda. banaitami ndo nimemwita. Acha ujinga, sikiza mimi, ndo nimekupenda ka vizuri. Angalia powalangulionyesha kila kitu aliomo ndani. Achana na huyu mi, ndo nimekupenda kama nyinyi. Wewe mlevi, mara ukashikilia sigara hapa nyuma, sikia nini? Mimi nikikupenda nakubadilishia maisha. Nikubali utalala bawe kila siku unakuwa unaamka baya unaomba. Unibadilishia maisha gani wakati wewe mwenyewe umesha kwa nileshwa na kikombe? Sikiliza, achana na huyo. Ndio maana nikwambia, je, huyu ana akili? Hapa mimi ninavyo niona. Mke wa mwenyekiti ananipenda, mke wa balozi ananipenda kwa sababu mimi ni kocha. Kuna vitu na ushauri kwa serikali. Kwa mfano mimi ndo niliwashauri watengeneze ule muuli kwa mtafu, kwa wapi? Yaani ule ule muuli wanaotumia ule. Nilishauri watengeneze. Achana naye bwana, akili umesikia, kweli? Mimi ukinikubalia umeona, utakuwa na rangi nzuri, unakuwa unaoga bia kila siku bila njoo. Sasa anko, mbona unanambia hivyo jamani? Nasikiliza, umesikia. Ah, tulia basi. Mimi ndo nimemwita mo. Ano mo, tupatike sijui mnafahamiana nini. Sikiliza sasa umesikia. Mimi nakupenda kweli. Yaani mimi nataka kuwa na wewe kweli usicheke, anacheke Dalili za kubali, afu mmefanana mpaka ndevu mm. Cheki e, mm. so, tuna matatizo yani ina maana tunataka laptop na laptop, unakunwami kama, nilipokuambia mi nakupenda, nitakupa kila kitu, sio mimi, wanayule paa, unampenda nani? Unaanza kuzingua Fatuma.